Tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe tano 5 mwezi wa nne mwaka wa 2025 kutoka kwa Nabii wa Mungu Ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham uko Jeffersonville Indiana, Marekani kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa watakatifu waliozaliwa kimbinguni, Baba anatukusanya pamoja kwa neno lake, na kule kuthibitishwa kwa ufunuo huo kuna tupa changamko. Yeye alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa maana yeye alijua tungekuwa waaminifu kwa neno lake kwa uchaguzi wetu wenyewe. Hebu niliseme hilo tena ili liweze kuzama ndani kabisa. Yeye alitazama kote katika wakati hadi mwisho kabisa wa nyakati zote na kutuona sisi hivi. Unalisikia hilo? Alikuona wewe, aliniona mimi na akatupenda kwa sababu kwa uchaguzi wetu wenyewe sisi tungedumu na neno lake. Wakati huo huenda aliwaita pamoja malaika zake wote na makerubi na kutuelekezea sisi kidole na kusema, huyo ndiye mwanamke mwenyewe, huyo ndiye bibi harusi wangu, hao ndio ambao nimekuwa nikiwasubiri kama vile Yohana. Hiyo ndiyo sababu tunapiga makelele haya yote na kupaza sauti na kumsifu Bwana. Tumechangamshwa na divai mpya na tunajua bila shaka hata chembe, sisi ni bibi harusi wake. Ni kama mvua na mvua za ngurumo zote ambazo tumekuwa nazo hapa Jeffersonville wiki hii, sisi pia tunatuma onyo kwa ulimwengu. Bibi arusi anapokea mvua ya ngurumo ya ufunuo, nayo inatoa mafuriko ya ufunuo. Bibi arusi amejiweka tayari, nao wamejitambua wao ni nani. Nenda mahali salama upesi, bonyeza play ama uangamie. Hatuishi katika wakati wa simba au wakati wa ndama wala wakati wa mwanadamu, tunaishi katika wakati wa tai naye Mungu ametutumia tai mwenye nguvu Malaki nne kumwita bibi harusi wake atoke na kumwongoza. Litakuwa jambo lenye manufaa jinsi gani Jumapili hii tutakapokuwa tumeungana pamoja tukiusikiliza muhuri wa nne! Itakuwa ni siku ya kuzaliwa ya nabii tai mwenye nguvu wa Mungu. Hebu na tuisherekee siku hii ya ajabu, na tumshukuru Bwana kwa kututumia mjumbe tai wake ambaye aliyemtuma kutuita tutoke na kulifunua neno lake. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe muhuri wa 4, 63-0321. Muda saa sita mchana, saa za Jeffersonville ni saa moja jioni Afrika Mashariki. Maandiko ya kusoma kwa ajili ya maandalizi Matayo mtakatifu sura ya nne yote. Luka mtakatifu sura ya ishirini na nne mstari wa arobaini na tisa. Yohana mtakatifu sura ya sita mstari wa sitini na tatu. Matendo sura ya pili mstari wa thelathini na nane. Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi na nane hadi wa ishirini na tatu. Ufunuo sura ya sita mstari wa saba hadi wa nane. Ufunuo sura ya kumi mstari wa kwanza hadi wa saba. Ufunuo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu Ufunuo sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi na nne Ufunuo sura ya kumi na sita mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na sita Ufunuo sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na tano hadi wa kumi na saba Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza Zaburi sura ya kumi na sita mstari wa nane hadi wa kumi na moja Samueli wa Pili sura ya sita mstari wa kumi na nne Yeremia sura ya thelathini na mbili yote. Yoweli sura ya pili mstari wa ishirini na nane Amosi sura ya tatu mstari wa saba Malaki sura ya nne yote.